Swala la maendeleo ya wananchi ni swala la kipaumbele cha kwanza kwenye chama chetu. Tunatarajia viongozi wetu wa kuchaguliwa kwa maana ya madiwani, wenyeviti wa vijiji na wa vitongoji, wawe kipaumbele katika kuhamasisha maendeleo na sio kugomesha maendeleo. Tumepata taarifa ya mwenyekiti mmoja wa kitongoji ndani ya kata hii. Halmashauri kuu ya kijiji imekaa, mkutano mkuu wa kijiji umekaa, wamekubaliana kwa pamoja kuchangisha fedha kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa shughuli za maendeleo. Mwenyekiti wa kitongoji anayetokana na chama chetu kaenda kugomesha wananchi wa kitongoji chake wasichangie. Tunawaelekeza viongozi wetu wa kata na, wa, na watawi husika, chukueni hatua dhidi ya huyu mwenyekiti wa kitongoji. Hatuko tayari kuona viongozi wetu wakiwa sehemu ya kikwazo. Mambo yetu yanapita kwenye utaratibu wa vikao Mmekaa halmashauri kuu ya tawi mmekubaliana, mmeenda kwenye mkutano mkuu wa kijiji mmekubaliana, halafu wewe unakuja kugeuka kwenda kugomesha. Huyu ni mtu ambaye anaonesha dalili kabisa, hana sifa za uongozi, ni mtu asiyestahili kabisa kuaminiwa. Sasa taratibu ziko nyingi, mnaweza mkamuonya kupitia vikao vyenu kwa taratibu za kichama, na mkiona haeleweki kabisa, vizuri msimamo wako ni ule ule, chukueni hatua. Wana CCM na wananchi wenye sifa ya kuwa viongozi wako wengi. Hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu ya kiongozi ambaye juzi tu tumetoka kumchagua. Na sera yetu ni kwamba tunahakikisha huduma za kijamii na changamoto zilizo kwenye jamii zetu tunazitatua kama Chama cha Mapinduzi. Kwa hatutarajii kuona diwani, mwenyekiti wa kijiji au wa kitongoji anakuwa sehemu ya kukwamisha shughuli za maendeleo. Tunapata wadau wanatusapoti kwenye maeneo yetu, alafu tunapata viongozi wetu wanaokwamisha maendeleo kwa, kwa. Tumetoka kwenye kikao cha ndani tumeelekeza mashine za kichama kuanzia kamati ya siasa ya tawi na ya kata wachukue hatua zidi ya huyu mwenyekiti wa kitongoji kwa, na nina imani viongozi wetu mtachukua hatua, kwa sababu huyu yuko chini ya mamlaka yenu. Sijafurahishwa na hili na hatuwezi kufurahishwa, na hatuwezi kuwafumbia macho viongozi wa namna hii. E, kugomesha kwake kuna shughuli ya uchangiaji tuseme kijiji kizima kiliazimia kuchangia tofali kwa ajili ya ujenzi wa, wa, wa, wa, wa shimo la choo kwenye, kwenye, kwenye zahanati ya, ya, ya, ya kijiji hicho. Sasa yeye kijiji cha Nyachiluluma, lakini yeye basi kwa sababu ni miongoni mwa wenye vitu wa vitongoji, kitongoji chake hakikuchangia. Sasa ilionekana basi yeye anachangia kugomesha. Sasa kwa sababu ni dhahiri kabisa alikuwa alikuwa anaonyesha amekii mbele, mbele ya kikao hiki cha halmashauri ya kata. Amesema atakwenda kulisimamia hilo zoezi e, na sijagomesha ila ni changamoto ambazo wananchi walisema wanahitaji kikao ili waelezwe, na nialika mkutano ule wana kitongoji wakaja, mwisho wa siku akasema hatuwezi kuchangia. Nikapata taarifa kwenye mkutano wa serikali ya kijiji, na bado akaomba ku serikali ya kijiji waje wajumbe, akawa mtendaji na mwenyekiti lakini wakuja kukataa mbele yao kwamba hatuweza kuchangia kwa sababu Mheshimiwa diwani alisema vitu vingine msuguse wananchi, lakini leo nimeambiwa kwamba nimehusika kuchari, kugomesha. basi nimeamua, nimepewa siku muda wa siku kumi na nne tayari hiyo nimemaliza kuchangia tofali elfu moja na mia mbili na Mheshimiwa hapa tayari amempa shilingi elfu ishirini na nane kwa sababu ya kununuzi wa nondo huo, nambaki na deni la tofali elfu moja mia mbili hapa, lazima niseme kwa sababu kwa sababu kama watu wamejadili, huwezi kukataa ili eh, kuondoa msongamano na ubishi aa, ni viongozi wangu wa juu. Kwa hiyo nimeibiri, nikiri kwamba niko hiari kwa kuchangisha.